28 years wameoana, wako na watoto, wanalea na hawajaoana, kwani inamaanisha kitu gani? Jamani, na watoto wanawalea pamoja, lakini kwa hivi sasa mahakama imesema hamjaoana kihalali. Unajua tena ile kihalali hapa nchini Kenya ni lazima kukuwa na ile marriage certificate kuonyesha kwamba mmeoana. Kwa hivyo kulingana na hii mahakama, wanasema kwamba jamani, hii ni kama come we stay, eh, hii marriage, jamani hatui recognize kama sisi mahakama, jamani, manake vilevile pia kuna sheria ambayo inasema kwamba mkiishi pamoja kwa miezi sita, basi ninyi ni wanandoa. Sasa ito, sasa sasa tushike lipi? Je, yeah, tukiishi pamoja kwa miezi sita ama hata tukiishi pamoja kwa, kwa miaka hata ishirini kama hatujaoana kialali kisheria, basi mahakama haitambui. Kidogo hapo imenichanganya, ndo najiuliza maswali kibao by the way. So ni miezi sita tukiwa pamoja sisi ni wanandoa, ama pia hata hiyo miezi sita pia, kama hatuna vile vyeti vya kuonyesha kwamba tumeoana, hakuna ndoa hapo hivyo kingine ambacho najiuliza ni je, kama tumekaa hivi kwa muda mrefu, ni kumaanisha kwamba pia tumechuma pamoja you know, tumenunua mashamba pamoja, tumejenga pamoja you know, eh, tumefanya mambo mengi pamoja, tumeinvest pamoja. What happens to the property, hii property nayo pia itakuwa iko namna gani? Ni maswali mengi manafua ujiulize pale mtaani kwa hivi sasa. <laughs> Unahitaji chicheti ndio kikutokezea, kuna kesi kinakuweka pahali pazuri ya kwamba bas wewe na bwanake ni wanandoa. Ndio maswali kichwani this pitiful morning kwa mpigo tena zaidi.